Tofaa leo kesho na kesho. Sasa uwezi kufanya hivyo kama ufanye utafiti, na huwezi kufanya utafiti kwa kujifungia ofisini, ni lazima kwenda uwandani. Uwandani maana yake ndani na nje ya nchi. Kwa swala la capacity building ni muhimu sana sana, management nawaagiza hiyo iwe ni kipaumbele kikubwa sana kwa sababu tume hii ndiyo chombo pekee cha utafiti wa kisheria ambacho kinatambulika na sheria ya serikali. Watafiti wa kisheria wako wengi, lakini aliyoundwa na sheria ya bunge ya tume hii, kwa lazima tuwe na watu ambao wameshiba wamebobea katika maeneo mbalimbali ya sheria maeneo ambayo ni muhimu, ili nchi yetu iweze kusonga mbele. Sheria nyingi ambazo zinatungwa sasa zinakosa utafiti. Sheria inatungwa mwaka huu, mwakani inafanyiwa marekebisho, huko ni kukosa utafiti. Lakini katika mada hizo, ongezeni mjadala mmoja, mjadala wa tume na dira ya maendeleo ya taifa 2050. Tume na dira ya maendeleo ya taifa 2050. Wakati nchi inakamilisha dira hiyo, sisi tume ya kurekebisha sheria Tanzania tumejipanga, kwa sababu ndiyo na, na, na, nafasi yetu na sisi <coughs> yale mambo yaliyoandikwa mle yataka reflect kwenye sheria. Tunaposema elimu, uchumi, afya, miundo mbinu, kila kitu kitatakiwa ku reflect kwenye sheria na sisi ndio watafiti wa eneo hilo, yatupasa kuanza utafiti sasa wa utekelezaji wa dira 2050 katika sekta ya kisheria ili tuweze kutumikia jamii vizuri. Naamini mtalipokea pia. Naielekeza tume ifanye tafakuri ya ara nne za Mheshimiwa Rais tume ifanye tafakuri ya ara nne za mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan. Tunazifahamu sana hizi ara nne, na mheshimiwa rais ameziongea sana, nitakiwa tuziishi ndani ya tume. Tufanye maridhiano na wadau, tume ifanye maridhiano tuainishe wadau wa tume ni akina nani? Ni sekta ya umma na sekta binafsi. Wadau wa tume ni akina nani na tunawahitaji katika mazingira yetu, tukae nao tufanye majadiliano na malipiano na tuelewane, lakini kwa kuwa kuna changamoto nyingi tuwe wastahimilivu kwenye hizo changamoto zingine zingine za ndani zingine za nje tuwe wastahimilivu kwenye hizo changamoto tuweze kuvuka salama lakini tufanye mabadiliko kutoka hapa tulipo sasa tuweze kwenda kwenye tume tunayoitaka tushakubali na kuchora ramani ya mabadiliko ndipo tuende kuijenga upya tume. Lazima tufanye hapo, tutumie zile hala nne vizuri katika kuhakikisha tunatembea kwenye ramani ya mabadiliko ya tume. Katika tume mpya mimi nategemea kuyaona yafuatayo: moja, tafiti nyingi za kina za kitaalamu Hali ambapo ujuzi ndani ya tume haupo, si dhambi kwenda kuchukua watafiti nje, kuwaazima. Na na naibu katibu utendaji unayeshughulikia na utafiti, yaani wewe ndio umeshikilia roho ya tume ja, tume ndio ndi, ndi taasisi ya utafiti wa sheria, na wewe ndio unasimamia tafiti we unatakiwa uchukue database pale kwa mwanasheria mkuu wa serikali upate utaalamu. So pale kuna wanasheria wote wako pale. Kuna mwanasheria mwingine labda yuko halmashauri ya manispaa ya Songea pale, lakini ni mtaalamu mno wa sheria za madini, ni mtaalamu mno wa sheria za chakula. Sasa database tok kwa IG. Unajua nani amebobea katika eneo gani, lakini pia hata katika vyuo vikuu uainishe cool, nani ni mzuri kwenye eneo lipi, ili tafiti zetu sasa ziwe tafiti zilizoshiba na ziwe tafiti za kina, lakini nataka pia katika tafiti zetu na ushauri wenu angalieni maslahi mapana ya nchi, maslahi mapana ya nchi. Kosa wetu wana sheria wengi sana, tunaamini kila jambo linaongozwa na sheria tu. Sheria ina nafasi kubwa sana, lakini kuna mambo mengine ya katika jamii ni muhimu zaidi ya sheria. Lazima kuangalia mambo mengine katika jamii, maslahi mapana zaidi katika ndio ambayo amefanya Tanzania kuendelea kuwa Tanzania. Wakati wa kushauri na utafiti, hayo nayo tuyazikati, tuangalie upekee wa Tanzania. Kwa mfano, sisi ni nchi ambayo ni jamhuri ya muungano katika bara ya Afrika. Sisi ndio pekee jamhuri ya muungano, na muungano wetu ni muungano maalum, muungano mahususi, muungano wa serikali mbili. wataalamu wengi wa sheria wamezoea muungano wa serikali moja ambaye ni federal au serikali tatu. Yani wanasheria wengi wamezoea hivyo, lakini sio lazima. Lakini katika sheria huwezi kuepuka historia, huwezi za kisheria na misingi ya kisheria inatokana na, na historia. Sisi kwetu hapa tatoa mifano miwili. Unapoangalia serikali za mitaa hapa Tanzania, muundo wake uliopo sasa ni muundo wa kihistoria, zilikuwepo wakati wa ukoloni, zikaja baada ya uhuru, zikasitishwa, zikaanza tena mwaka Je, historia hii tunajua, lakini katika tume mpya kubwa zaidi ambalo mimi nalitegemea ni mabadiliko ya sheria ya tume ya kurekebisha sheria. Mabadiliko ya sheria ya tume ya kurekebisha sheria, niliongea hii toka 2023. Na nasikitika lelo 2025 bado alijatekelezwa. Hakuna namna ya kufanya ara ya nne ya mheshimiwa rais ile rebuilding pasipo kuifumua hii sheria, ili tuweke mambo kadhaa ya msingi thabiti kabisa yakae kisheria, atikie kuja yoyote yule aweze kuheshimu mambo hayo, aweze kutambua. Hapa katikati tume haijatambulika sana kwa sababu hizo. Sheria kuna sehemu fulani haina clarity, na ndio maana sasa hivi wizara yoyote ikitaka kurekebisha sheria yao au kutunga sheria yao inamtumia mwanasheria wa wizara yule, anakwenda kwa, kwa, kwa CPD na NG, inakwenda IMTC, inakwenda cabinet, inaingia bunge, tume haijui chochote, na ndio tume ya kurekebisha sheria.